Inaitwa single sijui so nini lakini like, na rafiki zangu ambao haya ndo mambo yao so na mimi pia mgeni, lakini like, sherehe sherehe ya ya ya I think ni kama kitchen party ya ndoa so, like, nini but it's my first time doing this so yeah like, ina, it's nice na na, na enjoy sana. Sijui ni nini inaitwa usiku single single, sijui tena, kuelekea nini kuelekea kwenye ndoa Yeah, kuelekea kwenye ndoa. Kwenye ndoa. Sawa, so, hongera sana nimeona TMC akisema bibi harusi mtarajiwa. Yeah. Okay, ilikuwa ni ndoto yako kiasi gani labda kuingia kwenye ndoa? Najua ulishawahi kuingia kwenye, kwenye ndoa. This time around tena ni mara nyingine tena unaingia kwenye, kwenye ndoa, si ndio? Yeah. Okay. Sawa. So, shughuli imefanyika bila ndugu, sijaona naona ni marafiki tu kwa asilimia kubwa. Ndugu zangu unawajua na, na, na pale ndugu yangu ndugu zangu wapo wengi. Wapo hapa wengi tu ya. Mama, hii shughuli haimuhusu eh? Ah no, I think ni marafiki zangu wa kike wa kike. Pia mama wangu hata hivi vitu havijui pia. <laughs> Okay. Lakini rumors mitandaoni zimekuwa ni nyingi sana. Wengine wanasema wao oh, Posha alishafunga ndoa muda mrefu. Ah Posha alishavalishwa pete muda mrefu ameingia kwenye ndoa. Kwa nini imekuwa hivi labda pengine na anyways, mimi nishaolewa tayari yeah. So, lakini rafiki zangu sikuwapa shughuli. Lakini leo nafanya hii na Jumamosi tunamalizia. Ah, okay. Yeah. Sasa inafanya Jumamosi ndio siku ambao watamwona mwanaume wangu na nini na nini ya. Unasema kwamba hii ni shughuli ya kuelekea kwenye ndoa na wewe unasema tarusha funga ndoa? No, tumeshafanya uh, ndoa ya kiserikali. Kwa hiyo tunamalizia hizi sherehe bado, hizi white wedding na nini na nini. So uliamua ndoa anyway. Ndoa yako ya. nnin na mme wangu. Sidhani kama nahitaji wala si. Yaani anyways, Singapore hiyo Jumamosi pia mimi sikutaka. Naye pia sio mtu wa mitandao unaona yangu. Huyu ambaye ambaye mara nyingi tunakuwa tunauna post mguu mara mkono mara <laughs> yeah. yeah. ambaye last time tunakumbuka tulikutana pale ukasema kwamba mme no. wako ama mpenzi wako ni mgogo. mgogo. Eh, ndio huyo huyo. Mimi sasa hivi yani, na kigogo nimeanza kujifunza. Yeah, yeah. yeah. mgogondo mm hmm Tumeona uh, kila mtu amekuwa akitoa comments tofauti tofauti, oh, Poshy anaingia kwenye ndoa mara, wengine wa wanasema oh, ndoa ya mchongo, mara mme wake sio, ni najua inasemekana kwamba ni mume wa mtu Mungu Muislamu, kwa hiyo sio, lakini mtuwao ni safi, yani anaweza, lakini pia sio kweli No. Umeridhia no. Haya, kwamba ana, ana mke mwingine na wewe tena? Ni sijasema ni ana ana mke nimesema, ana uwezo wa kuoa hata wake wangapi. Kwa au utaridhia endapo kiingia kwenye ndoa akataka kuongeza mke mwingine, let's say, sasa hivi ana mke mwingine, wewe ndio mke wa kwanza. mm -hmm. Umeingia kwenye ndoa? Hapana, yani kama mimi ndo nitakuwa mke wa pili ndo wa mwisho ndio kwa kwanza ndio wa mwisho, lakini hata nikiwa wa wa pili, ndio ikiwa wa pili ndio nitakuwa wa mwisho. Ambaye pia tunakumbuka my mother alimpost kwenye page yake ya Instagram, mimi sikumuona, sidhani amna mtu mwenye picha yake. Wanaposta mtu so so, huyo bongo sana ahta Mtandao ni, ni maisha yangu mimi, yesu maisha yake kwa, sidhani kama ni busara yeah, mtu sehemu ambapo e, okay, kwa, kwa, kwa hisia za harakaharaka, labda pengine mtu anaweza kaanahisi kwamba Posha anamficha mwanaume wake labda kuhofia mafisi wa mjini, kama unavyojua Posha na mashoga zake wengi, labda anaweza kaibiwa, labda anahofia kitu kama kama mtu akitaka kuibiwa, kuna jinsi unaweza kumficha mwanaume mwanaume mwanaume anajipeleka Hakuna jinsi unaweza kuiba mwanaume wa mtu au akaibiwa mume wake. Kwa kitu gani ambacho cha special labda umekiona kwa mwanaume wako huyu na mpaka imekupelekea umeamua kufunga naye ndoa? Ni pole, mstaarabu. Amenizidi umri ambao niko. Yaani yaani tunaelewana, ananielewa vizuri. Ananijali, mchambu, ana vitu vingi sana ambavyo napenda kweli. Baadhi ya watu wanatamani sana kufahamu. Labda ni msanii, mfanyabiashara Yaani, ni ni ni. Ni mtu aina gani? Ni dalali. Dalali. Dalali. Dalali kweli. Acha Mungu. Dalali wa nini? Wa nyumba, wa magari? Yaani ya kila kitu. Ni dalali. Dalali hivyo. Eh? nini? What you mean? Sasaii nakumbukaa ni mtu mwenye ni wana... ja, tla... mpja... Anajiweza, anajiweza tu yeah, young, yani, mjia, mjia nakwaji, true. Sasa hivi nakumbuka last time ni birthday yako, kama si ilikuwa sijakosea ilikuwa mwaka juzi, ulisema kwamba wewe mwanaume kwako kipaumbele ni mambo ya maokoto umeita sapampa ndio. Unajua mimi naweza nikaongea watu wakatukana na nini lakini kila mtu si ana malengo yake kwa hiyo si lazima kufanana malengo. Mimi nataka mwanaume ambaye ana ana uwezo wa kumudu na chochote nachohitaji kama ana uwezo wa kumpata kwa He is good. He is good. He is very well off. Okay. Yep. Uh, so, uh, tu, tu, tu, tu, tu labda labda pengine ndoa imeanza kuitika <laughs> Sijui. Tutegemea tu inshallah kwa watoto wako kwa mtoto wako, ni mwanaume mzuri, ni baba mzuri. Mtoto wangu anampenda sana so yeah, wangu nampenda sana mwingine. Angekuja muda kipindi cha nyuma, ningekuwa namjua muda mrefu, yaani hata miaka mingapi sijui. Lakini mipango ya Mungu, huenda ningekutana naye muda huo, ningekuwa bado sina uelewa uh, uelewa wa maisha leo nao sasa hivi, au akili yangu ilikuwa haijatulia kama ilivyokuwa sasa hivi. Sasa hivi na uwezo wa kumthamini uh, mwanaume mzuri. Unajua, kuna kipindi unaona tu mimi na uwezo kupata mtu yote, mtu yote. Baada ya kupitia vitu fulani, unagundua okay, nao na mwanaume ambaye natakiwa kumthamini, so I'm glad amekuja sasa hivi, japo nilikuwa natamani angekuja zamani kabla sijapitia vitu fulani, lakini i think huu ni muda sahihi okay? Labda pengine uh, wewe kama mwanamke sasa ambaye umeshapita kwenye mahusiano kadhaa unajua challenges za wanaume, unafahamu vitu vingi sana. Labda ni pengine ni kitu gani labda hasa pengine utamani kuona mwanamke mwanaume wako akijifanya. Wa, ah, sasa hiyo swali liko very broad. Yaani, kwa sababu kuna vitu vingi. Sitaki niumize, sitaki, sitaki nikose heshima, sitaki anidanganya. Yaani ni vitu vingi sana, I don't think ni swali ambalo naweza kumaliza. Vitu vingi, sitaki vitakavyoniumiza au kunikosesha heshima mbele za watu na nini. Sitaki anifanye amaua yake. Sasa kwenye kamera zetu anakutizama sasa hivi, labda pengine ataiona hii interview very good Why I can say. Lakini kitu ambacho watu wote. So mimi self, Na na nataka nimwambie mume wangu hajakosea. Nitaendelea kumheshimu, kumpa raha na kumpa furaha. Unajua, Poshi labda hajatulia, unajua na vitu kama hivyo, of course ninaposti video yako Instagram muda huu comment nyingi za watu kama vile awaamini kwenye kile ambacho unakifanya kwenye ndoa yako, wanawasiwasi na wewe, pengine mshemeji labda atapitia changamoto kwa sababu yako. Kwa kwa kwa nini hiyo inakuja, kwa sababu gani? Sababu si nani, kama watu wanajua mahusiano yangu zaidi ya moja, labda sizani, yani kwa mtu anakuona hivi ulivyo anakuja labda, mtu anakuona hivi ulivyo anakuja hapa. Kati kuna watu ambao mbao hawajui ni nani, labda wanafanya vitu. So mimi kumrudia mtu vituo miisika kummtzewanga na ninajua vizuri <tipu> watu I mean, yeah. Hawakuamini wewe. Sijui sasa hapo nataka niulize nini, ninavyoonekana au tu nimekaa hapa mbele naonekana siaminik really? Lakini mimi najua I'm a very good person. Mtulivu, I'm calm na mheshimiwa wangu na uwezo wa kuilea familia yangu na uwezo wa kutunza ndoa yangu. So hicho ndo cha msingi na siishondoamsingi namongo najua, so, I'm good. Sawa, mume wako ambaye pia sasa hivi uko naye na kuna vitu ambavyo amba labda pengine Poshy kuna vifanya mara ya ya kwanza mambo eh, mengine mengine yote tufanye tuonane, tarehe nne, tumuulize na na e, maswali mengine atusaidie kujibu hapo. No no, no, swali langu na maswali mawili ya mwisho hmm, kitu gani ambacho pia uh, Poshy alikuwa nacho mara ya kwanza na alivyoingia kwenye mahusiano na huyu mwanaume ambaye pia uko naye kwenye, kwenye ndoa labda pengine amekukataza usivifanye na wewe sasa unasema sasa ah bana, kwa sababu mume wangu anataka nisifanye moja mbili tatu mimi sasa hivi nimeviacha uh, ni vitu vingi vingine siwezi kuvielezea hapa hivi. Lakini kuna focus kwenye vitu vingi amenisaidia kuongeza, I think yeye anavonana mimi, aliniambia sitaki kubadilisha kichochote kwa sababu alinipenda nilivyo, lakini aliniambia aliambia